Jambo moja ya kitu muhimu sana sana sana kwenye kuweza kudevelop kwa kwa binadamu kuweza kuyafikia malengo ni uhifadhi wa hela. Hilo jambo sio dogo, ni gumu sana, lazima ujue kuhifadhi hela Lazima uweze kubana matumizi, lazima uweze kujua jinsi gani ya fedha yako unatakiwa uitumie kwa kitu gani kwenye umuhimu. <clears throat> Unakuta mtu ana hela anafikia hata kufosi kutafuta kitu cha kununua, kwa sababu hajui malengo ya ile hela na hajui kama hela inatakiwa ihifadhiwe. Yeye anajua kwamba hela inatakiwa itumiwe tu, kwa hiyo ana fosi fosi kutafuta kitu ambacho hakina umuhimu wowote wa kipindi kile, lakini yeye anataka akinunue tu ili mradi ile hela haitumie. Hela inahitaji kuhifadhiwa. Usipoweza kuhifadhi hela utapata shida sana kama mfanyabiashara, kwa sababu mfanyabiashara anategemea mkopo. Sasa basi, kama hela yako mwenyewe unashindwa kuihifadhi na kuitumia vizuri, je, hela ya mtu mwingine utaweza kuihifadhi? Si umenielewa hapo? Nikisema hela ya mtu mwingine, namaanisha kwamba ukikopa hela, ile hela sio yako, ile hela ni ya mtu mwingine. Je, utatakiwa utaweza kuihifadhi ile hela? huyo lazima upate somo ujifunze, ujibane, uwe na roho ngumu, upunguze matumizi ambayo hayana faida yoyote, ili uweze kufikia malengo. Lazima uhifadhi na kuisevu na kuishikia adabu hela ambayo ulokopa, kwa sababu hela ulokopa sio ya kwako. Ivan the Don, I'm always love you. Kula nondo, yo ifanyie kazi, share na wengine ni folo. Bye, bye. Ubarikiwe.